Tumekutana asubuhi ya leo zaidi kwa ajili ya kukumbushana kwenye baadhi ya maeneo ambayo tunahitaji kufanya maboresho. Tunafahamu kwamba DAWASA ina mkataba kwa wateja, ina mkataba wake kwa wateja ambao kiujumla unaelezea kwa habari ya haki na wajibu wa pande zote mbili, haki kwa habari ya, ya, ya, ya, ya, ya, wanaopatiwa huduma lakini pia wajibu wanaopatiwa huduma katika kuwezesha uh, mamlaka kuendelea kutoa huduma huduma zake. E, tunafahamu customer service charter ipo, lakini mara nyingi utekelezaji e, utekelezaji wake e, unakuwa na kigugumizi. Kwa hiyo uh, kwa sababu kuna maboresho makubwa ambayo serikali imefanya e, tumeona kuna umuhimu wa kuendelea kukumbushana husiana na utekelezaji wa customer service charter. Na nafikiri na toka mwaka jana tulikubaliana kwamba hii mikataba isiwe ni mikataba kificho, ni mikataba ambayo inabidi wa watoa huduma waiweke kwenye mitandao yao na hata EWURA tumeweka kwenye mitandao yetu, ili wananchi wafahamu kwamba wategemee nini kutoka DAWASA na wanawajibika na nini kutoka a, a, a, kwa upande wao. E, DAWASA imeendelea kufanya improvement kubwa a, kwenye miaka ya karibuni kutokana na uwekezaji uliofanyika lakini kuna maeneo ambayo tunahitaji kuendelea kuyaboresha. E, nafikiri katika tathmini ambayo tumefanya kwa mwaka 24 25 moja ya changamoto mkubwa ambayo ipo ni malalamiko ya wananchi au wateja wenu, na takriban asilimia sitini, asilimia sitini ya, ya malalamiko ambayo yamepokelewa eh, yanahusu swala la ankara, kwamba ankara, eh, ankara a, za za maji. Na mengine ni haya ambayo pia mkurugenzi umeelezea, upatikanaji wa huduma a, katika maeneo mbalimbali e, na pia swala la uh, upotevu wa maji e, ambayo jitihada kubwa zimefanyika kiasi kwamba at least sasa hivi mnaendelea kuwa chini ya asilimia hamsini, ambayo pia e, sio sifa sana e, sio sifa sana kwa sababu ni maji mengi ambayo yanapotea yana, uh, kwa hiyo um, kimsingi e, semina ya leo inajikita katika uh, kufanya kwa pamoja. Hatusemi kwamba DAWASA mfanye peke yenu eh, eh, sisi kama wadhibiti tuna wajibu wetu wa kufanya na nyinyi mna wajibu wenu wa kufanya, na ningependa semina hii pia, kama kuna sehemu sisi ambao tunakosea, msiogope kutunyoshea kidole, kwa sababu we all do better kwa kushirikiana k kama kuna sehemu ambapo mnafikiri EWURA ifanye vizuri zaidi Mtueleze kwamba kwenye eneo hili, na nyinyi tunafikiri hamjafanya vizuri, lakini na sisi tutaeleza kwenye maeneo ambayo tunafikiri hamjafanya vizuri. Na pia aa, ni lazima baada ya semina tuje na, na mawazo ya kwamba kwa pamoja tunaimarishaje upatikanaji wa huduma katika jiji la Dar es Salaam, na isiwe kwamba DAWASA waimarishe kwa pamoja, yani wadhibiti pamoja na DAWASA. Wana, wafanye nini ili kuboresha upatikanaji wa huduma eh, katika jiji la Dar es Salaam. Eh, ustawi wa Dar es Salaam na ustawi wa nchi yetu unategemea upatikanaji wa huduma hizi ambazo tunasimamia. Eh, wote tulioko hapa tumekasimiwa na serikali eh, eh, kazi tunazozifanya Eh, ili eh, mwisho wa yote tufanye katika tija na maisha ya Watanzania yaweze kuboreka zaidi, eh, ninachosisitiza hapa ni kwa habari ya ushirikiano na kutafuta ufumbuzi wa matatizo tulionayo kwa pamoja, eh, kuongeza ubunifu katika utaratibu wa utoaji huduma, huduma zetu tunazotoa, business as usual, hapana, tujiulize kwamba kila siku tunapoamka tujiulize tumefanya nini katika kuboresha huduma, na tunatakiwa kufanya nini huko mbele tunakoendelea katika uboreshaji wa huduma. Tuna mfumo ambao EWURA iliyoanzisha iluk, eh, ambao tunakusanya maoni eh, tunakusanya maoni ya wadau uh, kuhusiana na utoaji wa huduma. Kwa hiyo niwasisitizie, eh, maoni ambayo yanatolewa na wadau muyape uzito nao unaostahili, e, na maoni ambayo yanatolewa ya tukiyakusanya e, tujiulize ni namna gani tunaweza tukajibu e, mahitaji ya wananchi a, katika upatikanaji wa huduma zilizo zilizo bora e, mimi pamoja na wenzangu makao makuu na kanda tuko tayari kushirikiana na DAWASA a, katika maeneo yote ambayo tunafikiri yatahitaji ushirikiano e, ambayo yako yanalenga katika a, kuboresha utoaji utoaji wa, wa huduma na, na mwisho wa yote e, Watanzania waweze kuona kwamba uwekezaji ambao unafanywa na serikali haupotei bure. Ni lazima tubadilishe Uh, usemi e, uh, watu wasishangae maji kuona yanatoka kila wakati, waone kwamba ni kitu cha kawaida maji kutoka kwa kila wakati, kwa sababu serikali imefanya uwekezaji wa kutosha. Baada ya kusema hayo, uh, natangaza kwamba semina imefunguliwa, na niwatakie kila laheri. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Thank you. Thank you.